Kila aliyekuwa rafiki wa Marekani kwa sasa ni adui wa Marekani. Tuanze na umoja wa Ulaya, tuje Canada, tuje Mexico, tuje south Korea. Wenyewe wote hao Marekani anawaona kama wachawi wake katika yeye hukuwa kiuchumi. Kwa nini? Jibu ni very simple. Kuna mfumo ambao Marekani aliutengeneza zamani, na nimeshakuelezea hata kwenye video yangu moja, kwamba Marekani akikutaka wewe, anakutengenezea urais wa kodi katika kuuza bidhaa katika soko lake ili akipata anachokitaka kutoka kwako. Sasa na Marekani alitumia hii methodi kwa watu wengi sana, kuanzia Ulaya hata Afrika, South Africa. Sasa Marekani amekuja kujikuta kwamba hii methodi ya kuwasamehe watu kodi, kuuza bidhaa zao ndani ya soko lake zinamfanya yeye kushuka kiuchumi na kushindwa kupambana na China. Kumbuka, China unaweza ukamtem kama lijitu lililo likubwa ambalo limestretch dunia nzima, na Marekani yeye kama amejisqueeze pale pale. Ni kitu gani nataka kusema? hivi Nik, ni kitu gani Marekani anauza nje ya nchi anchi yake? mimi sijui mpaka leo, labda silaha tu ambazo tunazijua, na ili ujue kwamba Marekani ni muuzaji mkubwa wa silaha, mpaka taarifa hazitoki kwa sababu masuala ya military weapon hatuwezi kujua. Kuna vita kubwa nyingine inayoendelea ya Marekani na Ulaya. Achana na haya wanayoongea kwenye microphone kwamba tuko vizuri kibi, katika masuala yetu ya ki, ya kimilitari yani ya kijeshi, yani maanake muungano wao wa NATO unaendelea vizuri, hakuna shida. Ndugu zangu, hata wewe na rafiki yako au na ndugu yako wa damu hamuwezi kuelewana kama kuna njaa inawatafuna wote wawili, au kama mmoja wenu atam undermine au atamdhoofisha mwenzake ili yeye aendelee kukua au aendelee kupata ugali kirahisi. Nataka kusema hii vita ya kodi ambayo ameanzisha Trump na nchi za Ulaya, hii ndio itakawasambaratisha moja kwa moja. Achana na haya makelele, tuko vizuri kijeshi. Lengo la Marekani ni kutumia hawa chawa wake kujijenga kiuchumi na kupambana na China, kitu ambacho hata chawa wake wameshakigundua. Marekani ameanzisha vita kubwa sana ya kodi na Ulaya. Msikilize Ursula von der Leyen hapo anachokisema kwanza. The countermeasures we take today are strong But proportionate. As the United States are applying tariffs worth $28 billion, we are responding with countermeasures worth 26 billion euros. Marekani wametengeneza tarifu ya dola bilioni 28. Ulaya wamejibu kwa kutengeneza tarif ya euro 26 bilioni. Kwa kifupi huo ni ugomvi wa ugali. Hivi mnaweza kuelewana mkiwa mnagombea chakula kweli? Ugomvi mkubwa duniani ni pale mnapogombea chakula, alafu wakija kwenye microphone, wanatuambia eti wanaendelea vizuri katika muungano wao. Wanamdanganya nani? Alafu Trump anapenda kupiga kelele, anasema tumekuwa tunanyonywa na nchi wa shirika wetu. Hebu msikilize hapo Trump kidogo akipiga kelele kwamba we been treated very unfair, sio

Trump ameimpozi kodi nyingine tena kwenye pombe zote zinazotoka Ulaya kwa asilimia mia mbili sio asilimia mia asilimia mia mbili Manake Ulaya hawawezi kuuza waini zao tena katika soko la Marekani. Ni vita gani inayoendelea kati ya Marekani na Ulaya? Ma, Trump aliulizwa hii vita yake ya kodi namaanisha nini akadai mtu analitaka soko la Marekani akajenge kiwanda Marekani, kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu Marekani wana shida nyingi wana shida ya labor force, wafanyakazi. Wana shida ya efficient kwenye viwanda vyao, wana shida ya speed kwenye viwanda vyao. Yaani kuna vitu vitatu ambavyo vinafanya ni ngumu kuwekeza Marekani. Huwezi kupata wafanyakazi, number one. Huwezi kuwa na ile speed of production kwa sababu huna wafanyakazi wa kutosha, na gharama za uzalishaji ziko juu. Yani hata kuna kipindi watu walikuwa na hoja, kwa nini iPhone hazitengenezwi Marekani? iPhone ikitengenezwa Marekani inatakiwa iuzwe dola elfu mbili mia tano. Ni nani atakayenunua hiyo hiyo simu Marekani? Wa kawaida ni watu wangapi utawauzia hiyo simu unaoiuza dola elfu mbili mia tano? A normal American cannot buy a 2500 US dollar iPhone. iPhone ya dola elfu mbili mia tano, Marekani wa kawaida hawezi kununua. Vita aliyoianzisha Trump ya kodi hawezi kushinda, kwa sababu anawaminya wale wale chawa wake ili aendelee kuwa na nguvu ya kupambana na Mchina, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo hii vita ya ugali ya Marekani na chama wake itaumu vibaya mno, yani hii ndio inayosambaratisha. Alafu at the same time Trump anawaambia wachangia asilimia tano ya mapato yao kwenye chama chao cha kijambazi cha NATO. Unganisha doti mwenyewe wewe, unaniminya kwenye ugali, alafu baadaye unaniambia nikupe hela ya kwa ajili ya defense budget. Napata wapi hiyo hela wakati hela ushani mimi? Bomu linaloitafuna Marekani alitengeneza mwenye. Sasa hivi anatafuta njia ya kupambana na Mchina. Stress kubwa ya Marekani ni Mchina na mwachaji, asikudanganyi mtu, hakuna stress nyingine inayowatafuna wa Amerika kama wakimtazama Mchina anavyoacha na, na dez, there is no reverse gear. Jibu langu ni hili kiimani: kwa miaka zaidi ya mia mbili Ulaya, Ulaya yani magharibi, walitawala dunia. Sasa hivi nguvu inarudi mashariki. Elimika usiwe msomi.